Media. Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo Tukikuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje Tanzania. Nikujuze taarifa za awali kabisa kuhusiana na kile kinachoendelea ndani ya klabu ya Yanga na ujio wa kocha mpya. Taarifa ambayo tulizipata hapa ilikuwa ni kabla ya kocha Romain uh Folz kutolewa au kutimliwa ndani ya klabu ya Yanga, na taarifa baada ya Yanga kuamua kuendelea na Romain Folz. Taarifa ya kwanza kabisa ilikuwa hivi, na hapa ilikuwa ni kabla ya Yanga kuamua kuachana na kocha huyo baada ya kukaa kikao kirefu cha upembuzi viongozi wa Yanga walisitisha dili la kocha kutoka Madagaskar, ambaye alikuwa ni kocha mkuu wa timu hiyo, ambaye alivusha katika hatua mbalimbali katika michuano ya CHAN na mengineyo. E, ramud la contrabe, anaitwa ramud Rakotondrabe. Ramud e, la ko, e, la kon, n, rakoto Lakontondrabe eh, pamoja na kwamba Yanga walimtumia offer letter eh, kuto, eh, kutokana na kocha huyo aliyekuwa anatakiwa kutua eh, katika taifa la Tanzania Jumamosi ya wiki iliyopita kwa kusaini mkataba wa miaka miwili, ila baada ya kikao eh, cha majuzi juzi hivi, nadhani hapo ilikuwa ni kabla ya kocha hajafukuzwa, aliweza kutemwa na baadhi ya viongozi wa Yanga wawelitilia shaka uwezo wake. Sasa Yanga waliamua kubaki na Romain Folz kisha kwenye benchi la ufundi akaongezwa msaidizi mwingine ili kuongeza ujuzi na ufundi. Not that Yanga wataangalia kwa karibu performance ya timu kama mambo yatazidi kuwa magumu. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya mwanzo, Yanga wakiwa wanamhitaji kocha huyu wa baadaye, wakaamua kuendelea na Roman Falls. Sasa baada ya Yanga kufungwa na klabu ya Silver Striker, Yanga ndio wakaamua moja kwa moja kumfukuza kocha huyu Roman Falls. Sasa inadaiwa kwamba Yanga wamerudi tena katika harakati za kumpata kocha mwingine mpya, na majina yakiwa ni haya mawili, kuna huyu anaitwa Jao Po Mota Maria moja ya makocha makubwa uh, wakubwa kabisa ambao wanatumikia soka, lakini kwa sasa akitumikia timu moja kutokea huko nchini Oman na walihitaji kumleta. Anaitwa Jaopo Mota Maria, kocha mwenye uraia uh, wa Kireno. Lakini pia taarifa ambayo sasa hii imekuwa ni kubwa zaidi ni kuhusiana na Yanga, wameona warudi tena kusaka saini ya huyu kocha aliyekuwa akitumikia timu ya taifa ya Madagaskar, Lamud la Kontondrabe. Lamur la Kontondrabe ndiye kocha ambaye alitumia ofa leta na ofa hiyo ilikuwa ni kubwa na nono zaidi, lakini kuna muda wakaanza kutiria shaka uwezo alionao huyu kukaa kama kocha mkuu. Lakini kuna wengine wanasema kwa namna alivyoifanya Madagaskar hadi kufika fainali za CHAN, hii ilionyesha uwezo mkubwa alionao, asingeshindwa Yanga kuweza kuisogeza na kuifanikisha yale malengo ambayo wamejiwekea. So hadi sasa taarifa ambazo hazijawa rasmi kabisa, lakini ni kwa Yanga wanahitaji kocha huyu wa Madagaskar kuwa kocha mkuu. Je, unadhani ata deserve kwa kile alichokifanya akiwa na timu ya Madagaskar, Lamul la, la Contondrabe kuwa kocha mkuu wa klabu ya Dan African na kuwasaidia kuwafikishia yale malengo ambayo eh, wamejiwekea msimu wa 2025/26 basi. Ni sehemu yako tu ya kujidai katika upande wa comment in the comment section. Tukutane wakati ujao, panapo majali wa asante.